Washirika tutakuja wote na vikundi, yani tuwe mstari mmoja tangu mwanzo mpaka mwisho, tumalize kwa muda mfupi. MC yuko aliandaliwa, ni wewe mwenyewe ndio? Eh, mheshimiwa wakimbiza kama marathon, yes. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kuu wetu wa jimbo kwa ajili ya hili. Niombe sasa ndio wa wakati wenyewe wa, lakini wakati huo mambo yanaendelea kuwekwa sawa. Kuna kuna kazi ya ujenzi inayoendelea hapa na kuna watu walishaangaliwa tayari. Tunaomba tutumie dakika tatu, mwenyekiti, tafadhali. Naomba dakika tatu, weka utaratibu tuangalie wimbo. Baada ya dakika hizo tatu, linaingia hivi zoezi bado kuna wenzetu, tuna utaratibu huwa tunapangana zamu kwa zamu, kila jumapili pili. Kwa hiyo tunaanza na wale wenzetu walioandaliwa kwa siku ya leo, na wengine washarika, tutaendelea kutoa michango yetu ya ujenzi. Tukimaliza, tunawakaribisha na wageni wetu watutait. Karibuni sana, tafadhali tafadhali Wakati huo huo tunakuendelea kuleta michango kwa ajili ya ujenzi, basi niombe wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya zawadi. Mwandishi wetu wa we vikundi, watu mbalimbali ni huyu hapa Mwjilisi na sibu Mbosa aliye simama. Kwa hiyo karibu uandikishe zawadi yako. Haya, wameanza huyo wa kwanza. Wageni wetu, mtuunge mkono kazi mnayoona hapo nje, kanisa letu, kanisa letu, kama alivyosema chungaji.